Bila shaka nimefika wote. Ndio. Na natambua kwamba huu ni mtihani wa taifa, mtihani wa mwisho kwa kumaliza game ya msingi. Ndio. Basi niomba dada kwa mwisho. Dada kwa mwisho nakuomba, kuomba mbele. Na kaka, naomba pia muhakikishe mtihani wetu. Simona ufunge. Tayari na leo mwana ufunge.

Someni maswali, mwelewe. Sawa? Ndio. Jibuni kwa usahihi maana ni mtihani wenu wa mwisho. Hakutakuwa na nafasi nyingine ya kufanya mtihani. Sawa sawa? Ndio. <coughs> Hakikisha namba yake ya mtihani kama ndio ile, sawasawa? Sasa ukiona namba ya mtihani sio yako, hapo unaniambia kwa sasaaaowae

Mwalimu, ulisema kwamba mtihani masaa mawili, masaa mawili na nusu Je, nikimaliza kabla ya masaa mawili naweza kutoka <tosun> <yu mitsiwa mpaniise, tosun> mtihani.

musana wala ukuwa mkesikikubwa tumuombe Mungu. ni tumemaliza. Hivyo nakumbuka ile hadi yetu hivi mazao, ulikuwa serious ama ulikuwa unanitania? Ulikuwa serious. Sawa, endelea kutunza hadi yetu ha, sawa. Bye.

asante asante. mm -hmm. Sasa hapa tume nimekuja na wageni. mm -hmm. kuhusu lile swala ambalo tulikuwa tumezungumza kuhusu mazae mazae, kijana wangu ndio. Uh -huh. Mungu amesaidia ndio ndio ndio. E, kuna wafadhili ambao nilikuwa nimebahatika kukutana nao. mm -hmm. Kwa hiyo tukafanya mawasiliano. mm -hmm. Leo ametutembelea ndio. E, kwa hiyo nikaona vibaya kama nikija nao hapa nyumbani. Sawa sawa. E, tujaribu kuzungumza mfahamiane. Sawa e. Kwa hiyo karibuni jamani, mjitambulishe hapa, ndio nyumbani kwa baba Mazae. Asante, asante sana. Ndio, karibuni. Asante mzee, tunashukuru sana ndio sisi ni wale wadhamini kama mlivyokuwa mmeomba lile ombi ndio. kwa majina yangu e, Cosmas Paulo Mapuga. sawa sawa, nimepatana na mwenzangu hapa, naye atajitambulisha kwa majina yake. Ndio, kwa majina naitwa Anastasia John Marko. Ndio, tumekuja kuhusu ombi lenu ambalo mlilituma. Ndio, tuko hapa na mwenzangu, tumekuja kuwasikiliza nyie kuhusu huyo mtoto. Wanangu mimi niwashukuru Shukurani za kwanza zimwendee mwenyekiti kunishughulikia swala la kijana wangu mpaka kufikisha hawa watu hapa. Mama Mazae, umesikia hao wageni? nashukuru mimi. Karibuni sana, karibuni wanangu, karibuni sana asante. Asante. Basi mimi sina tu mengi ya kuongea, labda tumuite Mazae naye mfahamu. Mazae yupo jani, Mazae ataenda kucheza mpira, ameenda mpira ni tena e, lakini yupo sijui tunafanyaje, ha, hapo hamna shaka. Ndio, kwa sababu tukaa hatuelewi jinsi ya kumpata mpata. Tumekuja tu jinsi tuangalie mazingira ya hapa nyumbani, sawa sawa, mwenendo mzima, jinsi tutakavyokuja kuja. Maana Jumatatu ndio tutakuja rasmi kumchukua. Ah, Jumatatu eh, unajua huyu ni kijana, kijana tu mdogo, na tumeangalia performance yake yuko vizuri sana. Sawa sawa, unapoelekea atakuwa ni mtu mmoja mzuri sana hapo mbeleni waje wawasaidie wawasaidine wazazi. Mazingira yenyewe hayaruhusu kabisa. Ndio. Huyu mtoto naombeni mwandaeni tu kila kitu kinachotakiwa. Sisi tutakuja Jumatatu kwa ajili ya kumchukua. Basi haina shida tutajitahidi kumwandaa kulingana na uwezo wetu, maisha yetu ndo haya hapa, wanangu. Ndio, ndio. Kama serikali imetuona, sisi tunashukuru. Tutawasubiri na tutampanga tu vizuri. Uwe makini ya si asichomoke choma, unajua mwanao tena, mtu anacheza sana. Hamna shida, basi. <laughs> Nashukuru sana mwenyekitini. Mzee mama, vipi, una shida gani? Mbona kama kidogo usoni sio nzuri? Mimi hapa ndio mimi nilipataga ajali kipindi mazai bado mdogo mm. Eh, na maana nyumba yetu iliunguaga na moto, kwa hiyo mimi nilienda kumtoa mazai kwenye moto mm. e. nikapata ajali kama hii hapa. Wanangu msishangae, kitu cha kawaida tu. Pole, mama. Asante wanangu mwe ah, na amani pole sana. Asante. haina shida. Hizo ndo changamoto za kimaisha, ndiyo uchungu wa mwana. Eh. Ama kweli wazazi mnatupenda sana watoto. Ndiyo. Sasa wazee wangu ndiyo. mm. sichukua muda mwingi sana kwa sababu Tumefika, muda umeenda huko, usafiri, mazingira yenyewe ya ruhusu kabisa. Tumeacha gari yetu huko hapo. Kwa hiyo sinaomba mtu ruhusu tuondoke bila Jumatatu, chonde chondechonde, mtoto muandaleni vitu vyake vyote, takuja rasmi kwa sababu ya kumchukua. Hilo limeisha. Haya haya, kadri ya uwezo. Sasa naomba mtu ruhusu tuende. Asanteni jamani. Ya. Haya, mm. mama mazai. Abee. Ya mwanao, hayo ndio ni jambo la kumshukuru Mungu. Sh, hivi tungefanyaje, tungefanyaje? Wewe mtoto. Na kweli, tungefanyaje? Yaani, Mungu mwema, ndio ule usemi wanasema Waislamu, kunu faya kunu